Kwa WCF tuna mafao saba. Saba. Saba. Okay. Labda nianze anze, umeumia mm, umeanguka kwenye ngazi, umevunjika mguu. Kwa fao la kwanza kabisa ni sisi kukutibu. Sawa. Tukupe tunasema huduma ya matibabu paka napona mpaka unapona, hata kama kukupeleka nje utakwenda, ili mradi tu taratibu zimefuata na utaratibu wa rufaa ambao serikali umeuweka. Tuna wateja ambao wamekwenda nje mm. na mtu mmoja aliumia macho, ilikuwa bahati mbaya sana wakati wa COVID mm -hmm. na kwa sababu wakati ule watu rusiku, safiri, lakini, kiasiku, walikuwa waruhusiwi kusafiri, alichelewa sana kwenda lakini lakini mpaka kiasi kikubwa alikuwa haoni kabisa, lakini baadaye alifanikiwa kwenda India na sasa hivi amerudi ana jicho moja, na ninajua anatakiwa kwenda tena kwa ajili ya, ya, ya jicho la pili. Kwa hiyo hiyo ndio huduma ya matibabu, na wakati mwingine mtu anashangaa anasema Tuna bima ya afya, bima ya afya itakutibu magonjwa mengine. Magonjwa yaliyosababishwa na kazi ni kazi ya WCF. Kipindi kile chote ambacho uko hospitali ama umepewa likizo ya ugonjwa, jukumu la kukulipa mshahara ni jukumu la WCF, sio mwajiri wako, ule mshahara wa mwajiri unatulia, ule mwajiri naweza nikachukua miwili. Kinachotokea, mwajiri kama amekulipa, sisi tutamrudishia mwajiri. Lengo ni kwamba mwajiri asikulipe wakati hufanyi kazi ama kama pengine una prolonged disease, umeumwa muda mrefu, asikufukuze kazi, lakini kwa muda mfupi akutafutie replacement ambaye atamlipa mshahara wako kwa sababu unalipo hii hi. Hi ni ya pili. Ya kwanza umesema unanitibia, tunakutibu. Ya pili tukuhakikishie kipato wakati unaumwa, mwajiri asikunyime mshahara uh -huh. Sisi tutaanaki siendi kazini, uendi kazini. Ya tatu, ya tatu sasa, umeshatibiwa umepona. Aha. Lakini umebaki na ulemavu wa kudumu naweza kurudi lakini kazini, nimerudi. Umerudi ama hujarudi eh, lakini ume, umepata ulemavu wa kudumu, kwamba hayo mafungu mawili yanagawanyika, yana tofauti au, ya haijalishi nimerudi nime au sijarudi, sasa hivi haijalishi, as long as he, ana ulemavu wa kudumu. As long as he, ana ulemavu wa kudumu sheria ilikuwa nasema kwamba kama unarudi kazini tulitakiwa tusimamishe, lakini uh-huh. Serikali ikasema hapana, huyu mtu amepata ulemavu Athari za ulemavu kwake zipo, anapewa nini huyu huyu? Sasa ataendelea kupata mafao ya ulemavu wa kudumu na hayo sasa hivi utaendelea kulipa mpaka utapokufa. Ambayo yakoje? Yameainishwa vipi? Mshahara, dacho, dacho ni lamsam au ni ziko za aina mbili. Lamsam kama ulemavu wako ni asilimia 30 kushuka chini okay. Ya, unalipwa ya mara moja. Unalipwa mara moja, lakini kama ulemavu umezidi asilimia 30 utapokea kila mwezi uh, kama neno sahihi ni pension, lakini ni malipo hmm, ya kila kila mwezi.